Matokeo ya uchaguzi wa wajumbe kwenye taasisi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha matokeo ya uchaguzi ambao umefanyika leo kwa nafasi mbalimbali kama ifuatavyo. Naomba nianze na wajumbe wa Tume ya Utumishi wa Bunge, nafasi saba. Idadi e ya kura zilizopigwa zilikuwa mia, mia tatu na moja. Naomba kwanza la kundi A, e, wabunge kutoka chama tawala nafasi tano, Tanzania bara wanaume nafasi mbili, Mheshimiwa Dotto Mashaka Biteko idadi ya kura mia mbili tisini na sita wa Dr. Mahera Charles idadi ya kura 263 Mheshimiwa Patari Shida Patari 17 Mheshimiwa Boniface Mwita Getere 19 Tanzania bara wanawake nafasi moja, Mheshimiwa Dr. Catherine Kanuti Joachim kura mia mbili themanini na tisa Mweshimiwa Asha Sau Moto nafasi nane. Zanziba wanaume nafasi moja Zanziba wanaume nafasi moja Mweshimiwa Haji Amu Haji kura mia mbili themanini Mweshimiwa Amjadi us sau Mpondeza Kura kumi na moja. Zanzibar wanawake nafasi moja, Mheshimiwa Mgeni Hassani Juma kura 263, Mheshimiwa Hadidi Hassani Abud kura 28. Wabunge wa kambi ya walio wachache nafasi mbili, Mheshimiwa Gnesta Rambert Kaiser 294, Mweshimiwa Ado Shaibu Ado kura 290. Kwa hiyo waliochaguliwa Tanzania Bara wanaume nafasi mbili ni Mweshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko na Mweshimiwa Dr. Wilson Mahera Chas. Tanzania Bara wanawake nafasi moja Mweshimiwa Dr. Catherine Kanut Joaquim. Zanzibar wanaume moja, Mheshimiwa Haji Amu Haji. Zanzibar wanawake moja, Mheshimiwa Mgeni Amu Haji. Kambi ya walio wachache nafasi mbili, Mheshimiwa Agnes Lambert Kaiser na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Namba mbili, wajumbe wa Bunge la Afrika, idadi ya kura zilizopigwa mia tatu na moja. Kundi A wabunge wanawake, Mheshimiwa Ruru Guyo Mwacha kura 290. Mheshimiwa Daktari Neema Peter Majure kura saba. Kundi bili wabunge Zanzibar nafasi moja Mheshimiwa Imamu Tumavuai kura 289. Mheshimiwa Suleiman Muhamedi Rashid kura nane. Kundi si wabunge Tanzania Bara nafasi mbili Mheshimiwa Mariam Anzuni Mngura kura 280. Mheshimiwa Joshua Samui Nasari kura 280. Mheshimiwa Thomas Thomas Mgonto Kitima kura sita. Mheshimiwa Daktari Selemani Sari Jafo kura 16. Kambi ya wachache Mheshimiwa Rashid Habib Ali kura 277. Hivyo waliochaguliwa wabunge wanawake nafasi moja Mheshimiwa Ruru Guyo Mwacha, wabunge Zanzibar Mheshimiwa Imam Tumwa Vuai Wabunge Tanzania Bara nafasi mbili Mheshimiwa Mariam Nzuri Mungura na Mheshimiwa Joshua Samueli Nasari wabunge kambi ya wachache Mheshimiwa Rashid Habib Ali tatu wajumbe jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC PF idadi ya kura mia tatu na moja wabunge wanawake nafasi moja Mheshimiwa profesa Joyce Lazaro Ndalichako huyu ameingia kwa nafasi yake ile ya mwenyekiti wa TWG kundi B. Wabunge Zanzibar nafasi moja, Mheshimiwa Kasimu Hasani Haji kura 282, Mheshimiwa Ali Haidal Madewea kura kumi na sita. Wabunge kundi C, wabunge wa Tanzania Bara nafasi mbili, Mheshimiwa Rutengano George Mwaruiba 270, Mheshimiwa Mwanahamisi Athmani Mkunda 290, Mheshimiwa Ali Mchungahera hera 25, Mheshimiwa Mheshimiwa Josephine Joseph Kapona 12, kurudi wabunge walio wachache nafasi moja, Mheshimiwa Mohamed Halfan Issa kura 248. Waliochaguliwa wabunge wanawake, Mheshimiwa Profesa Joyce Lazaro Ndalichako. Zanzibar, nafasi moja, Mheshimiwa Kasimu Hassan Haji. Wabunge Tanzania Bara, nafasi mbili, Mheshimiwa Mwana Hamis Athmani Mkunda na Mheshimiwa Rutengano George Mwaruiba. Kambi walio wachache moja, Mheshimiwa Mohamed Halfan Issa. Namba 4, Umoja wa Mabunge duniani IPU Idadi ya kura mia tatu na moja kundi A wabunge wanawake, Mheshimiwa Barozi Daktari Pindi Hazara Chana 283 mheshimiwa Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ng'azi Urenge kura 18 Kundi B, wa bunge Zanzibar, nafasi moja. Mheshimiwa Daktari Zeyana Abdala Hamad kura 284. Mheshimiwa Yumna manga Omari kura 8. Kundi C, wa bunge wa Tanzania Bara, nafasi nne. Mheshimiwa Engineer Fatuma Ali Rembo 276. Mheshimiwa Elbarik Emanuel Kingu 285. Mheshimiwa Asha Juma Feruz 267. Mheshimiwa Rashid Abdala Shangazi 290. Mheshimiwa Emmanuel John Kambai kura moja. Mheshimiwa Daktari Emmanuel kwa mbaji nuwas 17 Mheshimiwa minasaba Mheshimiwa daktari yahaya Ismail na nawanda ishirini Mheshimiwa zuberi yahya mfaume kura tano kudidi wabunge wa kambi walio wachache Mheshimiwa kiza Hussein maeye 251 waliochaguliwa wabunge wa wanawake nafasi moja Mheshimiwa daktari pindi hazara chana Wabunge Zanzibar nafasi moja Mheshimiwa Daktari Zayana Abdalla Hamad. Wabunge Tanzania Bara nafasi nne Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, Mheshimiwa Elibariki Emanuel Kingu, Mheshimiwa Asha Juma Feruz, Mheshimiwa Engineer Fatuma Ali Rembo. Kambi ya walio wachache nafasi moja Mheshimiwa Kiza Huseni Mayeye. Jukwaa la Kibunge la ra nchi za Maziwa Makuu, idadi ya kura zopigwa mia tatu na moja. Wabunge wanawake nafasi moja Mheshimiwa Sylvia Francis Sigura, kura 286. Mheshimiwa Margaret Baraka Ezekiel kura kumi na tano. Wabunge Zanzibar nafasi moja, Mheshimiwa Sa- Saidi Salim Muhamadi kura mia mbili sabini na nne. Mheshimiwa Sadifa Juma Hamisi kura kumi na tano. Wabunge Tanzania Bara nafasi mbili, Mheshimiwa Injinia Ezra Joni Chiweresa mia mbili themanini na tano. Mheshimiwa Kosmas Mtesigwa Bulala 255. Mheshimiwa Festos Richard Sanga 33. Mheshimiwa Mheshimiwa Edwin Ens Sware kura ishirini na mbili. Wabunge kambi ya wa wachache nafasi moja, Mheshimiwa Bakari Bakari Shingo 242. Waliochaguliwa wabunge wanawake nafasi moja, Mheshimiwa Sylvia Francis Sigura. Wabunge Zanzibar nafasi moja, Mheshimiwa Saidi Salim Hamadi. Wabunge Tanzania Bara nafasi mbili, Mheshimiwa Engineer Ezra John Cheoresa na Mheshimiwa Kosmas Mtesigwa Lala. Kambi ya walio wachache Mheshimiwa Bakari Bakari Shingo. Mheshimiwa Spika, matokeo haya yamethibitishwa na mashahidi kwa kuweka saini zao kwenye karatasi hii. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Leo tumefanya demokrasia ya haki, tumepiga kura kwa uwazi, zimehesabiwa kwa uwazi na zimethibitishwa kwa uwazi. Huyo msio na wasiwasi, wale ambao kura zikutimia kuna mambo mazuri yanakuja kwenye kwenye bunge hili. Natia nafasi kuwapongeza wale walioshinda, mjue mnakwenda kutuwakilisha kwenye mataifa ya nje. Nidhamu heshima kwa nchi yetu ni kitu cha kwanza, hizo kitu muhimu sana kingu, kwa mwona kabla matokeo na mwona anakaa na sali. Sasa kingu kule unasali kabla kula kupigwa, kwa hiyo ongeleni sana maone na katibu wetu wa chama, Mheshimiwa Shangazi ndo kuishi na watu vizuri, ukijenga mahusiano na watu nafasi hizi zinakwenda kwa mimi. Nashukuru sana baada ya maneno haya, naisha shughuli za bunge mpaka kesho saa tatu asubuhi matokeo